Naenda kukamilisha full wave rectifier. Hizi ni diode maenjinia, ziko nne. Tuko pamoja, angalia tunachoenda kukifanya. Hizi diode tunazigeuza, moja inageukia mbele, nyingine nyuma. Tuko pamoja, umeona zilivyopishana. Moja imegeukia mbele, hii imegeukia kinyumenyume. Tunazikutanisha hapa, angalia. Tayari tushaunganisha diode zetu moja imegeukia kwenye hasi, lakini nyingine imegeukia kuleta chanya. Kwa hiyo hapa patakuwa na hasi, hapa pana chanya. Hizi tunaunganisha kwenye waya mmoja, tuko pamoja, angalia na muwe makini mainjinia. Mmeona mainjinia, tumesha ziunganisha hizi. Haya, tunaleta kapasta hapo, tunaleta kapasta. Iliyogeukia kwenye hasi inaenda kwenye upande wa kapasta hasi, iliyogeukia mbele inaenda kwenye upande wa kapasta chanya, tunaziunganisha kwa hiyo waya kwenye waya wetu mmoja ambao hapa pana chanya na hasi, chanya na hasi vinaanza kutengana hapa, mainjinia, ziko katika waya mmoja, lakini zinavyoendelea mbele hapa zinapishana. Hasi inapita kwenye dayodi ya huku, chanya inapita kwenye dayodi ya huku. Tuko pamoja, kwa sababu tumekubaliana kuwa kwenye waya umoja kuna chanya na pia kuna hasi. Angalia kwa makini mainjinia, umeziona zilivyogeuka, geuka hivi. Haya, kwenye waya mwingine, nako kuna diode mbili tumeshaziunganisha tayari, tuko pamoja. Hizi hapa angalia, hii hapa imegeukia mbele, hii imegeukia nyuma. Hii iliyogeukia mbele tumeku, tunakuja kuiunganisha kwenye chanya, iwe pamoja na nyingine hii, na hii iliyogeukia kwenye hasi, na nayo tunaiunganishia hapa. Ishakamilika sasa full wave rectifier. Hasi ya kwenye waya huu ikifika hapa inapitia kwenye diode ya huku inakuja kutokea kwenye kapasta, na hasi ya kwenye waya mwingine huu inatokea kupitia kwenye diode hii inakuja kutokea kwenye hasi. Lakini chanya ya kwenye waya huu inapitia kwenye diode hii inakuja kufika kwenye chanya ya kapasta, na chanya ya kwenye waya huu inakuja kupitia kwenye diode hii kuja kukutana na chanya mwenzake hapa. Tuko pamoja maenjinia, hii ni full wave rectifier. Angalia kwa makini maenjinia, hii ndo rectifier maenjinia. Ikiwa unataka kusuka amplifier yoyote duniani, unataka kusuka amplifier ukiwa hai, hii ndio rectifier. Ukitumia transformer, bridge rectifier kama hivyo, alafu kisha unganisha na kapasta. Tuko pamoja maenjinia, ziko design nyingi za kuunganisha, lakini acha tuanze na hii, kisha mtaelewa hapa upo tayari kuunganisha TDA sabini na tatu sabini na tisa TDA sabini na mbili tisini na saba TDA sabini na tatu sabini na tano Angalia sasa, tumekamilisha hapa mainjinia, chombo chetu kimeweza kukamilika. Tuko pamoja, angalia kwa umakini hapa. Kazi imekamilika na kazi imeisha. Tuko pamoja wakuu, hapa kazi imeweza kukamilika. Hii ndiyo rectifier yetu. Nikawa naangaika hapa, maengineer, umeme umenikatia kwenye kwenye kwenye mtaa wangu, lakini full wave rectifier imekamilika kama mnavyoweza kuona hapa. Nadhani kazi imeisha. Kilichobakia hapa ni kusuka amplifier, kusuka regulator na kumaliza circuit nzima ya sabufa kwenye mfumo wa power supply ambayo ni ya linear. Tumemaliza, tuko pamoja, haya maengineer.